Utaniletea pesa yangu mpate bidii yako. Eh? Eh Eh yangu. Wangu na kazi. Hizi hizi ni mali fiti tu. Eh, iko sawa. Sawa sawa nione atilia. Sana. Sana. None zingine niliuza. Bado. Eh? Hapa chini eh? Aa, zimeingia vizuri.

Vipi habari yako? Ai, kuhusu viatu. Kwanza <laughs> mm. Kwanza. Nini kinaendelea mbona usingizi? Eh. Eh. Nini usingizi? Unasioni viatu? <laughs> Oh, viatu kuna jamaa, kuna nini, kuna nini <laughs> akaga na shida. Sitaki ah, maelezo <laughs> najua amekuja ah. Nataka kuviosha niaaa. Hey, jamaa nini? Mimi nilikupa wewe viatu, kuna nini? Najua nimetaka kuviosha hivi amezichukua sasa tu nikupeleka tu kwa huyo mtaelewana tu unaelewa nini siwe ndo nilikupa viatu au ni mimi lakini huyo jamaa ananitesa sana anaonekana ni mwizi anataka kuiba mpaka mke wangu hata kama ni wewe nimeangua nifache viatu ukiongea viatu hivyo. <laughs> Nimeona tu nikupeleke kamwon yeah. Sema kweli mimi imenishinda. Mimi mimi nataka viatu. Nataka viatu. Huyo nikija kazi anachukua vitendea kazi, kushuka haraka bwana. Wacha harakisha, bwana. Ni mbali. Ni mbali sana twende tu. Harakisha dogo bwana. Hapa tunjoo? Haina neno. Sio mbali. Sawa.

kumwambia anipe anipe dao yangu ama bibi yake, unacheki eh? Hey, eh buni bibi mko pia iko nini tena dia to... Relax buda, dia naitwa to Dyfre, kwa hiyo na wewe tulia hapa bro, unajua ah. Uko wapi? ndio ifunge hapa ja eh, ya kata eh boss, unacheki ujango hujango atakupea So sahii manomada auaubudab viatu kofia buda, buda. buda. Sadik buda buda nakofia na bro nikikutania, unajua kwa hapo ni wache tu, huyu atakupea eh? Akikupea cheki atakupea sawa bro eh, chonana

Lim, mke wangu alimkopa kumkopa akachukua elfu moja. Sasa mimi nikakosa pesa nikamwambia nitakuletea, akachukua vitendea kazi. Sasa hivi si unajua pale kazi kazini kwangu e, amechukua kila kitu. Nakuomba nipe muda nikatafuta nikurudishie. Mimi ni mwanadamu sio Mungu, hakuna mwanadamu aliyekamilika katika duniani. Na mimi je, vitu zangu na... shaenda sasa, tafanyaje sasa, nikuvumiliana sasa nmi ni Adab... na m... na nilikuwa na date kesho mm.